Jambo moja ambalo nitakuhamasisha, kwa nini ninakwambia tufuge kuku tupate faida? Kwenye kuku mmoja yani mtetea, kwenye mtetea mmoja tunategemea huyu mtetea atage mayai kumi na tano kwa mwezi. Huyu mtetea akitaga mayai kumi na tano haya mayai tutayaingiza kwenye mashine, hatutaruhusu huyu kuku ayatamia haya, haya mayai kwa sababu huyu kuku atamia mayai 15 atatumia siku 21 akitumia siku 21 za kuatamia mayai ni sawa sawa na mwezi mmoja. Sasa ataatamia mayai 15 sisi hatutamruhusu ayatamie haya mayai. Haya mayai mayai tutayapeleka kwenye mashine za kutotolea vifaranga kwa jina za la kitaalamu zinaitwa zina, zina, zina incubator. Sasa hatutaruhusu haya hatutaruhusu haya mayai kuku hayatamia haya mayai, tutapeleka kwenye mashine za kuatamia mashine za kutotoleshea vifaranga. Huyu kuku kwa sababu tumemnyang'anya haya mayai, atapumzika kwa siku saba mpaka kumi na tano kiwango cha juu kabisa. Akipumzika kati ya siku saba mpaka kumi na tano, ataendelea tena kutaga mayai. Kwa hiyo basi, tunategemea kila mwezi atage mayai na kila mwezi akitaga mayai, tunategemea ata, tunatarajia atage mayai kumi na tano. Kwa nini tunatarajia atage mayai kumi na tano? Tunatarajia atage mayai kumi na tano kwa sababu kwanza ni mbegu bora, lakini baadaye nitakupa sababu ya pili kwa nini tunatarajia atage mayai kumi na tano kwa atakuwa anataga mayai kumi na tano Na akiwa anataga mayai kumi na tano kwa mwezi, kwa mwaka, yani kwa miezi kumi na mbili tunategemea kupata mayai mia moja na themanini Ninatengeneza haya mahesabu kwa kiwango cha juu alafu baadaye nitakuja kukuonyesha kwa kiwango cha chini. Huyu ni kuku mmoja anataga mayai kumi na tano kwa miezi kumi na mbili tunategemea kuwa na mayai mia moja na themanini. Mayai mia moja na themanini tukiyaingiza kwenye mashine, tunategemea kupata vifaranga mia moja na themanini. Tukiwafuga hawa vifaranga kwa muda wa miezi mitano, tunategemea kupata kuku Mia moja na themanini. Kuku mia moja na themanini, tukisema tunawauza kwa shilingi elfu kumi kumi. Ni bei ambayo ilio, ipo hiyo ilio bei, ukienda maeneo ya Kigoma, ukienda maeneo ya Makete, ukienda maeneo ya Mtwara, Dar es Salaam, wastani wa kuku ni shilingi elfu kumi wo kwa tukisema kwamba tunauza kwa, kwa shilingi elfu kumi kumi tunategemea kupata milioni moja na laki nane Kwa kuku mmoja ambaye hata ruhusiwa kuatamia mayai. Mayai tutakuwa tukiingiza kwenye mashine. Tunategemea atage mayai 15 kwa mwezi. Lakini kwa muda wa miezi 12 tunategemea atage mayai 180 ambapo kwa, ambapo tukipata tukiingiza ile mayai kwenye mashine tunategemea kupata vifaranga 180. Tukizidisha mara vile vifaranga tukivilea kwa muda wa miezi mitano tunategemea kupata kuku 180. Kuku 180. Tukiuza kwa shilingi elfu kumi kumi tunategemea kupata milioni moja na laki nane. Kwa hiyo kuku mmoja tunategemea atage mayai kumi na tano kwa mwezi. Apumzike siku kumi na tano. Aendelee tena kutaga siku kumi na tano. Maanake kila mwezi tukipata mayai kumi na tano kwa mwaka tunategemea kupata mayai mia moja na themanini. Yani kwa miezi kumi na mbili. Unachukua hii kumi na tano unazidisha mara kumi na mbili unapata mia moja na themanini. Tuki, tuki, tuki chukua hii mia moja na themanini haya mayai tukaingiza kwenye mashine, tunategemea kupata vifaranga mia moja na themanini Vifaranga mia moja na themanini tukiwalea, tunategemea kupata kuku mia moja na themanini Tukimuuza kila kuku mmoja kwa thamani ya shilingi elfu kumi tunategemea kupata milioni moja na laki nane kutoka kwenye kuku mmoja. Ina maana kuku kumi tunategemea kutengeneza milioni kumi na nane Hii hapa chini, kwa kwenye kuku kumi tunategemea kutengeneza milioni kumi na nane ili hesabu zetu ziwe sahihi. Wewe usiwe na mashaka juu ya hizi hesabu kwamba kifaranga amekufa kuna yai limekuwa viza. Hesabu zetu ziwe sahihi, hapa tutaweka kadirio la juu, kuku ishirini. Nimesema kuku kumi tunategemea kupata milioni kumi na nane. Sasa tunazidisha hawa mitetea, wasiwe kumi, tuwe na mitetea ishirini mara mbili ya hesabu zetu ili tutarajia kupata milioni kumi na nane na kila mtanzania akizingatia hili tutafika mahali ambapo Tanzania tutakuwa tunauza kuku nje.